Hili ni mojawapo ya magari mawili yaliyotekwa nyara na majambazi hao wanaojiita Investors Group katika kaunti hiyo ya Kiambu. Kulingana na kamanda wa polisi wa utawala kaunti ya Kiambu, Dismas Nyakundi, mshukiwa mmoja alipigwa hadi akafa na wakazi wa vijiji vya Kamaya na Gadhwariga lakini wengine wanne walitoweka na majeraha ya risasi. Wakajua katupata kwa ngari. Wakatuambia tufungue ngari tulikosa kufungua. Wakafungua na walikuja, walikuja nazo. Sasa wakatutoa. Icwa kwanza kunitoa, walichukua simu na pesa, na pesa na wakanikatia suruali. Katika kaunti hiyo hiyo ya Kiambu, ndugu wawili raia wa Uganda wamekamatwa kwa tuhuma za wizi. Inadaiwa kuwa wawili hawa walivunja baa moja na kuiba ina tofauti za pombe lakini wamechukua, wamechukua pombe. Wakati walipokuwa wanafanya uhalifu walipo ule wafisasi wetu ambao walikuwa wanasikadoria katika eneo lile waliweza kupata habari na kutoka mara moja na kuweza kuwakamata wawili wa watu hao ambao walikuwa wanafanya ujambazi na kufunja paa na kutaka kwenda kufunja michi na hao watu wawili ambao walikamatwa walikuwa Waganda, na wawili hao sasa wamefungiwa katika kituo cha polisi cha eh, Karoli wakingojea kufikishwa katika mahakama. Silaha tofauti zilipatikana kwao pamoja na sare za kampuni ya ulinzi ya Regimental. Inadaiwa kuwa wawili hawa wamekuwa wakiwahangaisha wakazi wa, wa vijiji vya Mushadha, Banana, Gadhanga pamoja na mtaa wa kifahari wa Runda. Alex Kiarie, QTV.